Majengo mawili yanayopatikana ambayo yalikuwa na familia nane yameanguka usiku wa kuamkia leo katika kitongoji cha mji mkuu wa kaskazini wa Almustakbal katika eneo la Almasira. Baadhi ya wa wakazi wa eneo hilo waliokuwa na nyundo na sururu wamejaribu kuchimba vifusi nyakati fulani kwa usaidizi wa maafisa wa uokoaji wenye mitambo. Shirika la habari la MAP limesema maafisa wa usalama wamechukua hatua muhimu za kuzuia na kulinda eneo linalozunguka na kuhamisha majengo ya jirani. Mkuu wa kikundi cha wanawake nchini Morocco Karima Brini amelalamikia sheria zinazoruhusu ujenzi wa majengo bila kuzingatia ubora wake. Tatizo ni kwamba ni miaka sita sasa, utekelezwaji wa sheria hii hauendelei kwa kasi tunavyotaka. Kwa hiyo kuna vikwazo vingi katika utekelezaji wa sheria hii, hasa utamaduni wa ujenzi. Shirika hilo limeripoti kuwa waliojeruhiwa wamepelekwa katika kituo cha hospitali ya chuo kikuu cha Fes katika tukio linalotajwa kuwa miongoni mwa ajali mbaya nchini humo. Mwezi Februari mwaka jana watu watano walikufa baada ya kuporomoka kwa jengo katika jiji la zamani la Fes. Huku mwaka 2016 kulikuwa na maporomoko mawili ya majengo. Jengo moja lilikuwa katika mji wa Magharibi wa Marrakesh ambalo limesababisha watoto wawili kufa na jingine lilikuwa jengo la ghorofa nne ambapo watu wanne walikufa. Mbali na hayo Mwaka 2014 majengo matatu katika mji wa Magharibi wa Casablanca yaliporomoka na kusababisha vifo vya watu ishirini na watatu. Khadija Simba MFM.